Na yote nitakayoenda kuyaongelea yamo ndani ya ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Kazi yetu ni moja, tarehe 29, kwenda kuweka tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwangu mimi mwenyewe injinia Mtasingwa, na kwa diwani wetu Eliud, ili twende kusimamia yaliyomo ndani ya ilani. Niwaambie neno moja, wanakitenda guru maendeleo yetu yote ya jimbo na ya kata yetu yamo ndani ya uwezo wetu sisi wenyewe. Hakuna awaye yeyote atakuja hapa atasema anataka kitu fulani, kama wewe hujakipigia kura. Unapopiga kura, maana yake unataka yule uliyemchagua akuletee nini? Maendeleo. Kwa hiyo maendeleo yako wewe ndo nayo mwenyewe. Kwa hiyo wewe ndo unachagua, uchague maendeleo au uchague nini. Unaweza ukachelewesha sana katika mambo mengi sana. Na katika hili hauhitaji mshauri. Kuna vitu ambavyo unahitaji kumuuliza mtu, kwa sababu waikubaza ndio ukuletea mwonyo owooikubaza omwana worwaikurwara tiwaikumutwara hospitali owoikubaza orwaikwenda omukopo niwaugukuwa owooikubaza koma njakukuletera embarabara apana oulilize omanye otere kura ine ndi mwatani wawe nja njakukureba ofereirwe tunyweka wamo O, okanshagara hamwiga wanshagara ushara obunyasi wanshagara ushenye enkwi koraterere ebyo oraligenda omubunge oraligaruka omubaze ebyo ukipigia mtu amekuambia tunakwenda kujenga barabara, tunakwenda kujenga mashule, tunakwenda kuboresha elimu tunakwenda kujenga masoko. Orali garuka ombaze hivyo. Kwa hiyo kila mtu ukimpigia kweli, udi akirudi utamuuliza nini? Kura umepigia nini? Kwa nini umepiga kura? Narudia tena na nitasema na tena na tena, uchaguzi tunakwenda kuchagua maendeleo. <tipy> wendi kuchagua mke huendi kuchagua mme, huendi kuchagua shemeji, huendi kuchagua rafiki, huendi kuchagua shee, huendi kuchagua mchungaji, huendi kuchagua padri. Unakwenda kuchagua maendeleo. Wengine wanasema ah, chagua yeyote. Se, serikali sinaleta. Hakuna serikali inayoleta kitu ambacho hakiko kwenye ilani yake. Serikali ingekuwa inaleta, sote tungekuwa na irani moja. Kila mmoja anasema ataitekeleza kwa njia gani? Leo nilitaka niongele, maana kuna changamoto. Yaani, mtu naikaraa kuba kinachagua fulani, nawe na nikawauliza swali, mtoto wako a saizi. Kuna watu wana, watoto wana wamaliza vyuo hawana ajira kweli, si kweli? Kuna mzazi hata mmoja anaweza akasimama akanitajia jina la mwalimu mmoja aliyekuwa anamfundisha darasani? Si unachagua unayemjua? Hebu niambie, ni nani hapa anaweza akanyosha mkono, mtoto wake amemaliza ualimu, akanitajia mwalimu kwa jina, mwalimu aliyemfundisha mtoto wake shuleni huko chuoni anakokuwa ni nani? Sasa uchaguzi na wenye uko hivyo, tunachagua maendeleo. Sasa hivi mnasema barabara, mnasema umeme. Mtu akikuuliza meneja wa Tanesco, nani anayemjua anyoshe mkono. Ndio uchaguzi nyewe, mnajua umeme. Sasa uchaguzi na wenyewe uko hivyo, kwa hiyo mtu asija akakudanganya. Maana nimeona nisema haya, unaongea sera, mtu akija anasema naulioma gunywa naweka hawa inaumiza kwa sababu tulikofikia, tuna vizazi, tuna watoto, tuna ndugu, tuna jamaa ambao tunahitaji maendeleo, na maendeleo yako yako kwenye kura yako mwenyewe. Chama Cha Mapinduzi kwenye ilani kimeongelea sanaa na michezo, kuboresha miundombinu ya michezo, kuwasaidia wasanii, kuwasaidia wachezaji. Michezo ni ajira Wasanii wanaimba hapa, wanahitaji mtu wa kuwashika mikono. Bila kuwashika mikono, hawa watabaki kuimba kwenye sherehe hizi hizi za kampeni, na kampeni zikiisha, wamepotea. Lakini huyu anayeimba ana mtoto, ana mke, ana baba, ana mama, anahitaji awaendeleze kwa kutumia kipaji sana. Sasa CCM imeongelea hilo, lakini CCM imesema inakwenda kudumisha muungano, amani, utulivu, usalama na diplomasia ya kimataifa. Bila amani, bila utulivu, bila demokrasia, hapa hatupo. Kwa hiyo utajiri wa kwanza ni amani. Tunaongelea barabara kwa sababu tuna amani, tunaongelea maji kwa sababu tuna amani, tuko hapa sababu tuna amani. Bila hivyo hatungekuwa hapa lakini wakasema kudumisha demokrasia na utawala bora, na hapo wakasema wanakwenda kuuisha, wanakwenda kuuisha na kupitisha katiba mpya. Kwa hiyo kwenye ilani hii imeelezwa, tunakwenda kupata katiba mpya. Kazi yetu sisi ni moja tu, kwenda kusimamia ili tuweze kupata katiba mpya. Vyombo vya habari kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari. Mnaona waandishi wako hapa. Nchi nyingine waandishi wa habari, vyombo vya habari, mtu hawezi kuwa na uhuru wa kutangaza wala kusema jambo lolote, lakini CCM imeandika na imesema u. Yani, natamani niwasomee humu kwenye ilani nishome, yani nisekiandikile naona siasa ya vyama vingi inawapotosha wengi sana. CCM, Chama Cha Mapinduzi, tumefanya mambo mengi makubwa na ma makubwa mno na ya ajabu: ujenzi wa soko, stendi, kingo za mto, soko la machinga, soko la Diskabondo, soko la samaki custom, madarasa, shule za sekondari vyumba 26, vyumba 131 shule za msingi matundu 124 shule za msingi za vyoo 142, yanaenda kujengwa au kuchimbwa kwenye shule za sekondari... kuna stendi. Mbona haya yote yanafanyika? Kwa sababu ya malengo na nia ya Chama Cha Mapinduzi. Bila hivyo, hakuna chochote ambacho kinaweza kikifanyika. Kwa hiyo, niwaombe ndugu zangu, wana Kitendaguro mnasifika kwa utulivu amani. Nafikiri Itendaguro ni kata ambayo wakazi wake wengi wanaishi nje ya nchi. Je, tuna watumiaje hao watu? Ndio, umefika muda sasa wa kutumia diasporas, watu wanaokaa nje kutuletea maendeleo katika maeneo yetu, na muunganiko huo ndio utasaidia hata vijana ajira na mambo mengine mimi ni waombe tarehe ishirini na tisa tukapige kura kwa daktari Samia Suluhu Hassan hapa mnaongelea swala ya umeme wa lea elfu ishirini na saba sasa ni laki tatu kuna mkanganyiko hapa yeleweki. lakini mimi nipo nafuatilia Ukipata majibu nitawaletea na nitasema ni nini kinataikika kufanyika najua Ndugu zangu wana mtenda guro, tarehe kumi na sita tuna ugeni mkubwa sana wa daktari Samia Suluhu Hassan, anakuja katika jimbo letu. Mnajisikiaje? Rais anakuja katika mkoa afu anachagua kutembelea jimbo lenu kati ya majimbo tisa, anakuja Kagera, anasema anakwenda kufanya mkutano mkubwa Bukoba kusika zomu kakiki mutushembe mamawe na batata tuje kwenye mkutano siku hiyo tukamsikilize Daktari Samia Suluhu Hassan anasema nini, ana nini. Na siku hiyo ntatoa hotuba mbele zake inayohusu maisha na maslahi ya wananchi wa Bukoba ambaye hamjawahi kuisikia. Siku hiyo mkaribie sana. Wanaosema watampigia kura Mama Samia wanyoshe mkono juu. Kura kwa Injinia Johnston wadiwani watu Eliudi sisiem oye, tenda kuro safi.